Ebana kutoka katika kiwanja cha burudani uwanja uh, wa taifa wa burudani, na zungumzia Dar Live nazungumziai ikiwa leo ni siku nzuri kabisa, ambapo Global Publishers wameamua kuachia tamasha la bure kabisa kuhusiana na kutoa shukrani kwa uh, kwa wasomaji wao wa na watazamaji wao wa Global TV kuhusiana na masuala ya gazeti. Sasa tumeona sio mbaya kwao, tumtafute meneja tupige naye stori mbili tatu na atujuze atu kwa nini wameamua kuyafanya haya hapa. Niko na meneja hapa. E, heshima yako mkubwa. Salama salama. Habari ya kwako. Habari njema. Habari ya kazi. Naona mmeamua kutufanyia surprise, lakini pia kufanya vitu viwe vya bure kabisa siku ya leo. Sawa sawa, hii ni tamasha maalum kwa ajili ya kutoa shukrani kwa wasomaji wetu. Tumekuepo katika tumekuwa katika hii biashara ya magazeti tunafikisha umri wa miaka ishirini sasa, kwa hiyo tumeandaa tamasha hili ili kusema asante wasomaji na wadau wote wa magazeti pendwa na magazeti ya michezo ya Champion. Kwa hiyo ni tamasha maalum leo kwa ajili ya kuwashukuru wasomaji wetu, na ndio maana tumeamua kufanya tamasha la bure, hakuna kiingilio. Lakini vilevile vile, nakuendelea kuwahamasisha kwamba ndani ya magazeti haya kuna faida nyingi, kuna promotion inaendelea, wasomaji wanajishindia pikipiki, wasomaji wanashindia vyombo vya ndani, wasomaji wanajishindia ada za shule. Kwa hiyo ndani ya magazeti hayo kuna faida nyingi sana. Kwa hiyo pamoja na kusema asante, lakini vivyo hivyo nakwambia kwamba hebu wachangamkie fursa katika kuyachangamkia magazeti ya, ya Global Publishers. Tuna Championi, tuna Risasi, tuna Amani, tuna Spoti Xtra. Ndani kuna zawadi kubwa sana Kwa hiyo wakichangamkia magazeti watabadilisha maisha yao, na ndio maana tunasema kwamba Tusua Maisha na Global. Ndio maana ya kutusua maisha, kutusua maisha ni kwamba ukibahatika kupata pikipiki umeshatusua maisha, kwa sababu pikipiki sasa hivi unavyojua ni dili mjini, mjini, vijijini. Kwa siku kama unafanya kazi ya bodaboda, hauwezi -boda, kukosa elfu hamsini. Au ni uamuzi gani, kitu gani ambacho kimewafanya mpaka mwamue kuanzisha ili shindano la tusua maisha na Global? Kwa nini mliamua kulianzisha? Lengo ni kurudisha shukrani kwa wasomaji, kama ni ambavyo nimesema tumekuwa nao kwa muda mrefu na ili kuwashukuru wasomaji wetu tumeamua kuanzisha hii promotion, kama vile kurejesha kwa jamii kile ambacho tumekipata, kidogo tunagawana nacho kwa hiyo, ni njia mojawapo vile ya kurudisha kwa jamii. Jamii ni wale wasomaji wetu hey. Global Publishers imekuwa ni kampuni ambayo mkichapisha magazeti pendwa kwa muda mrefu sasa takribani zaidi ya miaka ishirini, mmekuwa mkifanya hii kazi. Vipi mapokeo ya kazi zenu ukiwa huko mitaani watu wanapokeaje kazi zenu? Kwa kweli mapokeo ni mazuri sana, kuna watu ambao wamekuwa waaminifu wa wakubwa kwenye magazeti yetu, hauwezi kuambia kitu chochote kuhusiana na magazeti yetu, hawezi kwenda nyumbani, hawezi kulala bila kusoma magazeti yetu. Kuna wafuasi wakubwa mle wa hadithi za mtunzi mahiri wa hadithi nchini Tanzania Eric Shigongo, watu hawazikosi kuna makala za watunzi na waandishi mahiri waliobobea, watu wa michezo kina Salehe Ali Salehe Jembe, watu hawawezi kuzikosa hizo makala. Kwa hiyo mapokeo ni makubwa sana, na ndio maana katika kuthamini hayo mapokeo yao wasomaji tumeamua kuandalia vitu kama hivyo. Tumekuwa tumetoa promosheni tumetoa, tumekuwa tukitoa zawadi mbalimbali kila mwaka. Ni kampuni pekee ya magazeti hapa nchini Tanzania ambayo imesha kutoa zawadi kama nyumba kwa wasomaji wake, tumeshatoa sisi mpaka sasa hivi nyumba mbili mpya kwa wasomaji, kwa, kwa, kwa kununua tu magazeti. Kwa hiyo ni, ni mapokeo ambayo makubwa kiasi kwamba sisi tunaweza tukasema kwamba hatuna cha kuwalipa wasomaji wetu zaidi ya kusema asante, na ndio maana tunafanya vitu kama hivi kuonyesha ile kuthamini kwetu wao wanavyoendelea kutuunga mkono naavyoendelea kujenga imani na magazeti pendwa. Kwa hiyo tunasema asante sana, hichi tunachowapa tunaomba wapokee na waendelee kuamini magazeti yetu. Neno la mwisho kwa wasomaji wenu wa magazeti pendwa, neno la mwisho kabisa, waendelee kununua magazeti yetu, kuna faida nyingi sana na magazeti yetu yameendelea kuboreshwa kila siku, magazeti ya michezo, magazeti ya, magazeti pendwa ni burudani mwanzo mwisho. Hauwezi kujutia thamani yako ya shilingi mia nane ambayo umeitoa Utakachokitoa ujue ukitarudi kwa njia moja au nyingine, ikiwemo pamoja na kushiriki kwenye hizi si promotion ambazo tunafanya. Asante sana, asante sana meneja kwa time yako, asante sana sanaaaa. Ndio maneno ambayo ameyazungumza meneja Global Publishers kwani sisi ni nane tusiseme asante, na sisi tunakwambia asante kwa wewe ambaye ni msomaji wa magazeti yetu pendwa, lakini pia asante kwa wewe ambaye unatufuatilia kupitia Global TV Online. Magazeti pendwa yako mengi, lakini pia anazungumzia Sports Extra Champion, lakini pia kuna uwazi uh, kuna amani, kuna risasi, kuna Ijumaa pamoja na Wikienda. Kwa hela yako ndogo tu unaweza ukajishindia pikipiki, lakini pia kuna zawadi nyingine nyingi nyingi kama jezi pamoja na headphone, kizungumzia beats by Dre kubwa zaidi. Pia kuna kitu ambacho kinapatikana pale kinaitwa Dina Set. Sasa endelea kutufuatilia Global TV Online. Mi kama kama mi naitwa Junior Msongo, asante kwa ndimbo, kwa sababu wewe ndio unasababisha mambo yote haya hapa uhondo wa michezo tuliokuahidi tayari umeshaingia mtaani na wengi wameshaukubali. Wewe ukingoja nini? Ni uhondo wa sporti extra, gazeti bora la michezo Tanzania linalokata kiu yako kila Jumapili, ambayo limesheheni takwimu za ligi kuu ya kandanda Tanzania Bara, premier ligi ya England, la liga ya Uhispania, siria a ya kule nchini Italia, bundesliga ya Ujerumani na takwimu kibao za wachezaji. Ndani ya sporti extra kuna kijarida cha